Kwenye hilo jaribu lako kwenye hilo hatua uliokuwa umeanguka mahali ulipokuwa umeanguka, umeanguka kwenye dhambi. Nazungumza na wewe ambao umekulia nyumba ya watumishi wa Mungu, ulikuwa miongoni mwa watu ambao ulikulia kwenye familia ya watu wanaoomba, mlikuwa mkiomba pamoja, unajua kabisa uweza wake Mungu, lakini umechoka mpaka hapa leo, huna mahali unaenda kwa ajili ya ibada huna mahali unaenda kuabudu. Unafika tu mahali unasema tunafuatilia kwenye televisheni. Umeumizwa, umechoka. Sikia neno la Bwana leo, pokea nguvu mpya ya kuinuka tena. Unahitajika nyumbani mwa Bwana. Hiyo karama ya uimbaji, hiyo karama ya kuhubiri, hiyo karama ya usafi, hiyo karama ya musiki, hiyo karama ya ashazi, hiyo karama ya huduma iliyo ndani yako, Mungu anaitaka kwenye nyumba yake. Umekaa Bali na nyumba ya Bwana inatosha. Sasa Mungu anasema, pokea nguvu mpya, inuka uende nyumbani mwa Bwana, inuka uende nyumbani mwa Bwana. Mungu anakuhitaji, Bwana anakuhitaji, anakutaka, anakuita kwa sauti hii. Huenda ukutarajia usikie mahubiri haya Uenda hukutarajia utazame hii chaneli lakini Mungu wa mbingu na nchi anayekupenda anazungumza na wewe. Vile umekaa nje ya kanisa inatosha, vile umekaa nje ya madhabahu inatosha. Kumbuka malezi uliokulia kumbuka ulikotoka, kumbuka wazazi wako, marehemu mama yako, marehemu baba yako, angefufuka leo akuona unavyoishi. Baba yako aliyekulea katika neno angefufuka leo, angeona unavyoishi, angelia na kuomboleza. Maana alikutarajia baada ya yeye taa yake kuzima, alitarajia wewe uendelee, alitarajia wewe ubebe mshumaa, uwe uendeleze kupeleka neno la Bwana. Lakini wewe umechoka, mambo ya dunia yamekudhinga, mambo ya ulimwengu yamekusonga. Jitie nguvu kwa Bwana leo, iache dunia na mambo yake. Biblia inasema dunia na mambo yake yanapita, lakini yeye afanyaye mapenzi ya Bwana anadumu hata milele, na kualika kwenye ulimwengu wawa anaodumu hata milele. Yatosha maisha uliyoyatumia kwenye dhambi. Bwana anataka akutie nguvu akuwezeshe. Huwatia nguvu wale wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Ni siku ya kipekee, ni saa tisa, saa ya kusali ambayo Petro na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni kuomba. Mbingu ziko wazi sasa kuachilia nguvu kwenye maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naona nguvu inaachiliwa kwenye viungo vyako ambavyo vilionekana vimepooza, kwenye viungo vyako ambavyo vilionekana vimepooza. Nalituma neno. Haleluya, thank you Jesus. Naona kuna mtu anainuka, pokea nguvu ya kusimama tena, pokea nguvu ya kuinuka tena kwa jina la Yesu. Naona hizo chemichemi za damu zinakauka, maana iko nguvu inayoachiliwa pokea, kwa jina la Yesu. Hayo maumivu ya kichwa yaliyokuwa yanakutesa, kuna nguvu mpya inaachiliwa. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jambo la pili la kufanya, jambo la pili la kufanya unapoishiwa nguvu, unapochoka, ili upate nguvu mpya, unatakiwa ufanye jambo gani? Jambo la kwanza tumesema endelea kuomba Mungu akupe nguvu sawasawa na Isaya 40 mstari wa 29. Jambo la pili, endelea kumngojea Bwana, endelea kumngojea Bwana. Nini maana ya kumngoja Bwana? Kumngojea Bwana ni kupiga moyo konde, kusubiri jibu la mwisho linalotoka kwa Mungu. Zaburi 31 mstari wa 24 Iweni hodari mpige moyo konde ninyi nyote mnaye mgoja Bwana. Kumgojea Bwana ni kupiga moyo konde, hata kama kuna alternatives zingine. Unapokuwa umechoka ziko alternatives. Umeumizwa na dada wa kanisani, umeumizwa na kaka wa kanisani, shetani anakupa alternatives, anakupa njia mbadala kwamba chukua tu wa nje, kanisani hakuna matumaini. Nataka nikwambie, unapokuwa unamgojea Bwana unabaki kwenye msimamo ule ule wa utakatifu unapiga moyo konde kumgojea Bwana. Tunasema mtu huyu anamgoja Bwana. Zaburi 42 anasema kwenye bonde, kwenye shimo lililojaa utelezi na matope, nalimgojea Bwana, sikujitoa mwenyewe. Unapomgojea Bwana unapiga moyo konde, unaachana na kila njia mbadala zinazojitokeza. Njia za mkato huwa zinakata kunakuwa na njia za mkato kadha wa kadha zinajitokeza. Kuna watu wazuri ambao wanakushauri ushauri ambao unaonekana mzuri, lakini unakuondoa kwenye kumgojea Bwana. Nataka nikutie moyo leo ili upate nguvu mpya, endelea kumgojea Bwana, piga moyo konde. Nini tena maana ya kumgojea Bwana? Ni kuendelea kuwa mtulivu, ukimtazamia Mungu kuwa atafanya ni kuendelea kuwa mtulivu katika hilo changamoto yako, katika hiyo hali unayoipitia unaendelea kuwa mtulivu unaendelea kuwa mtulivu ukimgojea Mungu kuwa atafanya. Haleluya! ukimgojea Bwana kuwa atatenda, unakuwa mtulivu, unakuwa na utulivu. Ayubu akasema, wakati amechoka, wakati majipu yamejaa mwili mzima, akasema, lakini mimi ninajua ya kuwa mteteaji wangu yu hai na ya kwamba atasimama juu ya nchi, atanitetea. Mstari wa 26, Ayubu 19, anasema na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi lakini, pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Anasema pamoja na ngozi kuharibiwa, bado anabaki focused, bado anabaki anamtazama Mungu, maana anamjua ya kwamba yeye ni Mungu aliye mwema, anamjua ya kwamba ni Mungu ambaye anatuwazia yaliyo mema na anatupa tumaini katika siku za mwisho tumaini linaweza kupotea katika siku zako za mwanzoni. Siku zako za mwanzoni, tumaini linaweza kupotea, lakini katika siku zako za mwisho tumaini jipya linaweza kuzaliwa. Na lizaliwe tumaini jipya kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kumgochea Bwana Yesu ni nini? Yesu alisema katika Mathayo 24 mstari wa 46, anasema Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Heri mtumwa yule. Kumgojea Bwana ni kuendelea kufanya yale aliyokuagiza. mm -hmm, endelea kufanya yale aliyokuagiza, endelea kutenda yale aliyokuagiza bila kuchoka. Kumgojea Bwana ni kuendelea kuyafanya yale aliyokuagiza bila kuchoka. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Yesu anaporejea anakukuta bado unaendelea kufanya vivyo hivyo, heri mtumwa yule. Haleluya! Mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Nimetumwa na Bwana nikwambie leo, endelea kumgojea Bwana. Na unapomgojea Bwana, Biblia inasema katika kitabu kile cha Isaya sura ya arobaini na mstari wa thelathini na moja bali wao wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bali wao oh, haleluya, wanaomgojea Bwana, wale wote ambao hawako tayari kugeuka mkono wa kuume wala wa kushoto, wanasema Bwana utafanya. Wanakuja washauri, wanakushauri, wanasema, hali ulio nayo nenda kwa mganga, hali ulio nayo nenda katafute njia mbadala. Lakini kwa vile wewe unamjua Bwana, unamjua Mungu aliye juu, unaendelea kumgoja Bwana. Biblia inasema na hao wote wanaomgoja Bwana watapata nguvu mpya, watapata nguvu mpya, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Watapata nguvu mpya, watapiga mbio wala hawatachoka, watapaa kwa mbawa kama tai wala hawatazimia. Nimetumwa na Bwana leo, wewe ambao umemgoja Bwana bila kukata tamaa, wewe ambao umemgoja Bwana bila kuzimia moyo, Bwana anaachilia nguvu kwako. Pokea huo uwezo, pokea hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ninauachilia uweza wa Mungu utendao kazi kwenye kila eneo la maisha yako ambalo umekuwa ukimgojea Bwana. Leo Bwana anakutokea, leo Bwana anakutokea. Kwa jina la Yesu aliye hai, pokea hii nguvu tena, pokea nguvu mpya tena, pokea nguvu mpya, ninaiachiria nguvu mpya rokorya mashandarabo rekonderemoko yekendere moko ribo katika jina la Yesu, hapo kwa kitanda chako, hapo kwenye kitanda chako kwenye hiyo hali ulionayo ambayo ni hali ya ugonjwa, ambayo ni hali ya kuchoka, ninauinua moyo, ninauinua moyo kama vile koo kama vile maji ya baridi yanavyoshuka kwenye koo la mtu mwenye kiu, ninaachiria neema, ninaachiria uweza wa kimungu ndani ya maisha yako. Moyo uliovunjika Biblia inasema watapata nguvu mpya, nami naiachiria nguvu mpya kwenye kila eneo la maisha yako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya leo, pokea nguvu mpya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea nguvu mpya yakore mashatarabaya yalarama kori mahia hera bo yakosheria Pokea nguvu mpya mwanangu, pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo. Kuna namna ambavyo unataka kupoteza uvumilivu wako hapo nyumbani, unataka uondoke. Nataka nikwambie, vumilia umalize masomo, vumilia hiyo manyanyaso, hayo manyanyaso, vumilia umalize masomo, vumilia umalize masomo. Unajua ukiondoka hapo umeharibu future, ukiondoka hapo, unajua dada, umeharibu kesho yako. Ndiyo maana nimekutuma Leo ndio maana nimetumwa na Bwana leo nikwambie, pokea nguvu mpya ya kuvumilia hayo manyanyaso, ya kuvumilia hayo unayoyapitia. Lakini nikwambie ya kwamba baada ya kuvumilia, mbele kuna nuru. Pokea uwezo huu kwa jina la Yesu. Ndio. Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, kwa damu na kwa jina la Yesu receive this power. Pokea hii nguvu, pokea hii nguvu, pokea hii nguvu, pokea hii nguvu. Huwapa nguvu wazimi yao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa ye, na nguvu. Naiachiria hii nguvu, naiachiria hii nguvu kama chemichemi ndani ya moyo wako, ndani ya hiyo ndoa ambayo imefikia mahali ulianza kukusanya vitu vyako uondoke, na kuamuru kwa jina la Yesu aliye hai, pokea nguvu, pokea nguvu pokea nguvu pokea nguvu pokea nguvu pokea nguvu zinaachiriwa! yes, yes, yes, yes. nguvu zinaachiriwa nguvu zinaachiriwa zina, kwa wote mliopoteza nguvu za rohoni. Umepoteza nguvu ya kuomba, ulikuwa mwombaji mzuri, leo umekuwa mkavu, leo umekuwa mkavu. Biblia inasema basi, angalia ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza mambo ya nyumba yako. Leo iko neema ya Mungu imeachiliwa kwa ajili yako, uko msaada wa kimungu umeachiliwa kwa ajili yako, iko nguvu. Yes Lord, ndiyo Bwana. Katika jina la Yesu nataka niombe na watu ambao wako online, ambao wako online, wewe ambao unatufuatilia na ungetamani tuombe pamoja jambo lako, basi piga simu sasa hivi piga simu kwa namba zinazopita hapo kwenye screen. Piga simu sasa hivi tuweze kuomba pamoja moja kwa moja kutoka hapa studio. Nazo dakika chache kwa ajili ya kufanya hivyo, na baadaye nitaomba maombi ya mwisho kwa ajili ya nguvu kwa kila mmoja ambaye amefika mahali amechoka na amezimia. Mpendwa mtazamaji, hebu piga simu yako sasa, una jambo nataka tuombe moja kwa moja. Hii ni prayer zone ya habari maalum television na tutaomba pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo tunaangalia jinsi ya kupata nguvu mpya baada ya kuchoka, namna unavyoweza kupata nguvu mpya baada ya kuchoka, na nguvu ya Bwana iko hapa katika jina la Yesu. Ndiyo, kwenye line, pendwa mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Amin, haleluya.